Karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana. Leo tutaongelea faida ya fenesi, tutaangalia faida ya fenesi, lakini pia tutaangalia faida ya mbegu za fenesi. Wengi wamekuwa wakituuliza Je, tukila fenesi tunapata faida gani? Na leo tunaenda kukujibia swali hilo rahisi, utaondokanaji a fenesi inakuwa na faida gani kwa kuangalia lile tunda lake, lakini mwisho kuangalia zile mbegu zake, kwa sababu ni ina protein nyingi na fiber nyingi na madini kadha wa kadha ambayo yanapatikana kwenye mbegu ya fenesi. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja ya fenesi inatumika kupunguza viwango vya sukari ya damu, viwango vya sukari ya damu, uh, especially kisukari type 2. Kwa mbegu za fenesi pia zina faiba ambazo zinadhibiti viwango vya sukari na kuboresha utendaji kazi wa insulin vizuri mwilini. Lakini namba mbili inaboresha afya ya moyo. Kwa nini inaboresha afya ya moyo? Ina faiba, ina potassium ambayo ina antioxidants ambayo inasaidia kupunguza Kolesterol, bad kolesterol, ambayo tunasema LDL kolesterol mbaya na kuongeza viwango vya kolesterol nzuri ambayo tunaita HDL na hii inasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na mashambulio a, ya moyo. Kwanini? Kwa kwa nini sababu kuna potassium pale, lakini pia ni dawa nzuri inasaidia katika watu wenye changamoto ya matumbo ambayo tutaongelea mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula moja kwa moja kwa sababu a, inakuwa na fiber ndani yake kwa hiyo kuwepo kwa fiber ndani yako basi inakurahisishia wewe au inatusaidia sisi uh, kuweza uh, kuweza kuimarisha ule mfumo wako wa mengenyaji wa chakula. Just imagine mtu kwa siku anakula mara tatu lakini anapata choo mara moja au apate choo kabisa. Unafikiria changamoto nini? Mfumo wa usagaji na mengenyaji wa chakula uh, ni dhaifu. Kwa hiyo namna ya kufanya mfumo wako wa mengenyaji wa chakula uwe strong au uh, uwe imara basi tumia afenesi kwa sababu uh, itarahisisha itaimarisha mfumo huo, lakini pia na wale wenye chang, changamoto ya gesi, wenye changamoto ya kufunga choo basi na kutuliza maumivu ya tumbo, lakini pia inadhibiti uzito, kwa sababu ina low, uh, ina low calories au ina calories chache sana au ndogo sana lakini pia na fiber, ukiwepo kwa fiber basi utazuia bile hali yako ile hamu ya kula ham kula ma especially kula vyakula vya sumu vya kula vya mafuta vya kula vya sukari, lakini pia uh, kwa kuwepo kwa calories ndogo, basi na maana inapunguza uwepo wa yale mafuta machafu uh, mwilini. Kwa hiyo ukitumia basi itakusaidia kutibu changamoto za, wa, za, za, za uzito kupita a, kiasi. Lakini pia inasaidia kutibu dalili za menopause, dalili za menopause, dalili za kufunga period. Kwa hiyo homoni ya estrogen ambayo inasaidia kudhibiti dalili za menopause kama vile Ah, mabezo ya joto na mabadiliko ya mudi kwa wanawake. Kwa hiyo inasaidia kutibu zile dalili za menopause menopause, ambapo tunasema ni mwanamke anapofunga siku zake, mara nyingi wanakuwa na dalili nyingi, mara maumivu mara ya kichwa, ya kiuno, ya mgongo kwa hiyo inaondoa zile dalili uh, zote, lakini inasaidia katika kukuza nywele kwa sababu ya madini na vitamini ambayo inakuza nywele na kupunguza upotevu uh, wa nywele kwa ma maski ya nywele kutibu bila kuimarisha uh, nywele. Unaweza kutengeneza maski ya nywele. Kwenye video ambazo zimepita, nimeshakuelezea kuelezea namna ya kutengeneza maski ya kutengeneza ya nywele, lakini pia inasaidia katika afya ya ngozi. Kwa nini? na antioxidant, na uh, tunasema ni anti-inflammatory properties ambayo ukitumia mara nyingi itaondoa madoa ya ngozi, kupunguza chunusi na madoa na mabaka mabaka yanayopatikana kwenye ngozi. Kwa hiyo hizo ndo faida ambazo utazitumia kwa kutumia tunda lile la fenesi. Lakini pia uta hapa kuna faida za kutumia mbegu ya fenesi. Mbegu ya fenesi kwanza inasaidia ufunguaji wa maziwa kwa mama Uh, wenye wenye ndoa kwa hiyo ina maana uh, utungaji wa maziwa kuna wale ambao uh, mama anajifungua lakini mtoto apati maziwa basi hii hapa ni nzuri uh, itazalisha hormone ya phyto estrogens ambayo inasaidia katika uzalishaji wa ma uh, ya maziwa na kumsaidia mama mwenye matatizo ya uzalishaji wa maziwa. Lakini kwa wale wa maumivu ya tumbo, kwa sababu ni anti-inflammatory, tumeshaelezea mwanzoni. Lakini pia inasaidia katika mfumo wa kinga, kwa sababu ya vitamini C ana zinki mwilini. Inasaidia kupambana na kisukari, kwa hiyo ukitumia Uh, unga wa mbegu ya, ya, ya, ya fenesi basi utaondoka na changamoto ya kisukari. Kwa nini? Kwa sababu itarahisisha utendaji kazi wa insulini, lakini pia kuwepo kwa fiber inafyonza sukari kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo inakuboresha pia sensitivity ya insulini ndani ya mwili wako. Lakini pia ha, inasaidia kupunguza kolesterol ile bad cholesterol LDL na kuongeza good cholesterol ambayo tunasema H HDL. Inapambana na vichomi kwa wewe ambayo unahusika na vichomi kwa sababu ina antibacteria na antifungus na maambukizi ya bakteria na fungus huwa wanaondoka kwa kutumia unga wa mbegu za fenesi. Lakini pia mwisho inasaidia afya ya figo na ini kwa sababu ya madini ya potassium na antioxidants ambazo huboresha figo na ini pia husaidia uh, kupunguza mzigo kwenye figo na kuimarisha utendaji kazi uh, wa ini. Hizo ndo baadhi ya faida za kutumia fenesi, lakini pia kutumia mbegu uh, za fenesi. Tuambie hapo chini, je, wewe umepata faida gani kwa kwa kutumia kutumia umepata faida gani kwa kutumia, uh, kwa kutumia